Mtu mwenye pesa akijisikia vibaya atakumbuka mali zake, atarudi kwenye hali ya kawaida. Ukikosa pesa ni mapambano na ni ngumu kurudi kwenye hali ya kawaida. Watu wanasema hakuna thamani ya pesa au mali inayozidi thamani ya mtu. Hata wewe ni zaidi ya mali na ni zaidi ya pesa. Kujisikia vizuri ni high frequency. Kujisikia vibaya ni low frequency. Ukiishi kwenye high frequency, riziki zinafunguka kiishi kwenye low frequency riziki zinafunga. Mtu mwenye pesa atakumbuka mali zake, atarudi kwenye hali ya kawaida, hali ya kujisikia vizuri ipo. Kauli inasema aliyenacho huongezewa. Watu hawa wanadumu kwenye high frequency. High frequency ndiyo channeli ya riziki. Muda wote ukiwa kwenye high frequency, nyota inang'aa bila kulazimishwa. Muda wote ukiwa kwenye low frequency nyota inazima bila kulazimishwa. Asikudanganye mtu kwamba huna kitu. Wewe umepewa muda hapa duniani ili ujitambue, uwe wewe. Na ndio maana bado unaishi. Kujisikia vizuri ni channel ya riziki. Hakikisha unapatikana kwenye channel hiyo. Riziki zitakuona ukiwa kwenye high frequency. Low frequency ni barabara ya giza na mikosi. Hakuna riziki kwenye mikosi. Huna pesa, tafuta nyaraka iliyoandika wewe ni nani. Utakumbuka wewe ni nani, itakusaidia kujisikia vizuri. Wachawi wana kauli zao, nini kinampa kiburi huyu mtu? Watu wabaya wanapenda ujisikie vibaya, ili uendelee kuwa maskini. Wanapenda sana uendelee kuwa na maisha magumu, ili waendelee kukushauri. Wanafadhaika sana pale unapokuwa unajisikia vizuri, hata kama huna kitu, ukawa na fly tu, anakuwa anawaza ana, ana, ana huyu mtu nini kinampa kiburi? Muda wote ukijisikia vibaya, shika nyaraka yako iliyoandika wewe ni nani. Mara zote ukiisoma utakumbuka uwezo wako utakumbuka uwezo wako mkubwa utajisikia vizuri, kwa kuwa uwezo wako ndio hazina yako ya siri, uwezo ndio hazina yako ya siri. Natumia teknolojia kufanya mahesabu ya mpangilio wa sayari hasa tarehe wewe umezaliwa. Natumia elimu ya Unajimu kujua sayari zilikuwa zinasemaje kuhusu wewe siku hiyo. Je, zilisema wewe ni nani, umekuja hapa duniani kufanya nini? Sifuri sita themanini na mbili tisini na nane hamsini na mbili, nitumie tarehe yako ya kuzaliwa kwenye WhatsApp utume na saa kama ukiipata, na ti shilingi elfu tano pesa ya bando la intaneti, ili kuingiliana na teknolojia ya unajimu, na nitakutumia nyaraka itakayo kukumbusha muda wowote ukiisoma, wewe ni nani, ulikuja kufanya nini, ili uweze kujisikia vizuri. Kwa ajili ukikaa vizuri, unakuwa kwenye high frequency channel ya riziki, na kukujisikia vizuri, utaweza kuvutia riziki zako zote.